Wewe usichoelewa hapo ni kitu gani, jamani, eh? unaambiwa Kobi siyuko Temeke anafanya fujo. Dada yani ndio anahusika ha, hapa bado sijamaliza yeah, atuende eh. Action! Hamadi, usichoelewa ni kitu gani eh? unaambiwa Kobi siyupo Temeke anafanya fujo. hivi aliyemwambia kuhusu kodi ni nani? Dada yani ndio, kakusikia hapa Bai nyie hamwezi kuniona pressure ya nyie, hamwezi kuniua kwa pressure. Mimi nawaambia tena na leo nampeleka mimi mwenyewe kituoni. Amani vipi, nije au? Wala hawezi kuwai, yaani utoke hapo pande daladala, huwezi kuwai kabisa. Da, sasa itakuwaje huyu mzee akija jioni? Mimi nilikuambia hii ni hela ya familia. Mimi wala sina shida, wala sina hata neno. Eh? Lakini nilijua tu kwamba itakuja kuleta mambo makubwa. Umeona Kobisi alichokifanya? Ni makubwa kuliko. Hali hiyo Da Mwadawa hawajasikia bado kila Da Mwadawa. Je, wakisikia? Wao wanadhani kwamba hizo pesa watakubali wewe ndio ukalipe madeni yako. Eh? Au kutaka kunipa tu mimi jaka moyo? Kwani mwenye nyumba kafa? Unaongea kama kwamba mwenye nyumba kaacha mali na sisi tunagombea. Kumbe unajua kama hajafa, hajafa eh? na hapo unajua kama haja eh? Sasa na uchuro wako unaofanya wee na, we na mwamini tena, ukome na ukome, mwanzo wako una mwisho wako, umesikia wewe? huo uchuro wako unaofanya eh. Wee na, we na mwamini koma kabisa na Chiku Inatia kinyaa. Twende eh, action. Inatia kinyaa. Hamadi inatia kinyaa. Hivi nyinyi watoto wa Mzee Kikala mkoje nyinyi? Nyie mbona mnapenda kufanya mambo ovyo ovyo? Mbona mnapenda kuvavagiza mambo nyinyi? Nyie mbona mnajiona kama mmejiumba nj... nyinyi wenyewe? Nyie mbona mna mambo ya kishenzi sana nyie? Sasa leo namweka ndani Kobisi. Nakwambia na nawaambia na tena mwambie Cholo ajiandae kuja kumtoa babake polisi. Na mambo yenu akijinga jinga. Nyie mnataka msujudiwe nyinyi kama nani washenzi wakubwa nyinyi? Kwani mnapenda kurudia rudia mambo? Kwani mnapenda kufafagiza fafagiza mambo? Nyie mmenielewa eh? Ehe, ndio nishasema. Helo dada Da Chiku, Da Chiku Mwachie mwananchi wangu nataka hela yangu. Nataka hela yako usukape. Mwache nakwambia. Kati. Oya sikia. Mimi mwenyewe mimi wa zamani vile vile nitakupandishia vile vile nakwambia. Mwachie mwananchi wangu nataka hela yangu. Nataka hela yako usukape. Mwache nakwambia. Kati. Kati.